Mpendwa mtazamaji, tarehe ishirini na saba ya mwezi wa kumi na mbili Kanisa linafanya sikukuu ya Mtakatifu Yohane mtume na mwinjili ndani ya oktava hii ya Noeli. Karibu natusikilize neno la Mwenyezi Mungu linalotoka katika injili ile ya Yohana sura ya ishirini aya ya pili hadi ile ya nane nitaisoma. Siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alikwenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamemuondoa Bwana kabulini, wala atujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine mbio, wote wawili na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro akawa wa kwanza kufika kabulini. Akainama na kuchungulia akaviona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro akimfuata, akaingia ndani ya kabulini, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwazongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia na yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza na kufika kaburini akaona na kuamini. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, baada ya tarehe ishirini na tano yesu Kristu kuzaliwa, tarehe ishirini na sita imetokea kifo dini cha Mtakatifu Stefano, tarehe ishirini na saba kanisa linafanya sikukuu ya mtakatifu Yohane Mwinjili mtume, ambaye yeye alikufa kifo cha kawaida. Alikuwa ni nani huyu Yohane? Alikuwa ni mmoja ya mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo wale kumi na wawili, ambaye walikuwa wanaishi maeneo ya Galilaya. Huyu Yohane alimuona yohana mbatizaji akiwa anahubiri na alikuwa ni moja wapo ya wale wafuasi wa yohana mbatizaji katika injili ya yohane sura ya kwanza inazungumza kwamba mmoja ya wale mitume wa yohana mbatizaji walimsikia yohana akiwa anazungumza amesema tazameni mwana kondoo yaani alikuwa anamwonyesha yesu kwamba yeye ni mwana kondoo kwa hiyo wakamwacha huyu Yohana wakaenda kwa Yesu na wakamuuliza, Bwana unakaa wapi? Akasema njoni nanyi mtaona. Wakaenda kukaa kwake kutazima, na kuanzia hapo waliporudi, ndipo akaingia kuweza kuwa mmojawapo ya mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya yeye kuweza kuchaguliwa, huyu Yohana alikuwa na ndugu yake alikuwa anaitwa Yakobo. Hawa walikuwa ni watoto waliokuwa wamepewa jina la watoto wa ngurumo. Walikuwa ni wenye hasira, walikuwa ni wapenda madaraka sana. Siku moja wakamwomba Yesu Kristo atakapoingia katika ufalme wake, mmoja akaye upande wa kulia na mwingine apaye akaye upande wa kushoto, lakini Yesu akawakatalia. Na siku moja Yesu Kristo alipokuwa alivyokuwa amekataa, amekataliwa kupita katika kijiji kimoja cha Wasamaria, Yohane na Yakobo walimwambia Yesu, hawa Wasamaria wamekataa kukupokea, tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uteketeze kijiji kizima. Yesu akasema hapana, sikuleta maangamizi hapa duniani, nimekuja kuja kuokoa, na mamlaka ambayo nimewapatieni si ya kuja kuja kuangamiza. Na huyu Yohane alikuwa ni mmoja ya wale mitume waliopendwa sana na Bwana wetu Yesu Kristo kiasi kwamba hata Yesu alipokuwa anaenda kule mlimani katika mlima Tabor akaenda kuomba akigeuka sura, Yohana alikuwepo. Wakati wa mlo ule wa usiku, aliyekuwa ameegema kifuani kwa Yesu alikuwa ni huyu Yohana. Na ndio maana pia hadi katika injili ya leo mmesikia kwamba baada ya Yesu Kristo kufa pale msalabani aliyekuwa chini ya msalaba alikuwa ni Yohane wakati mitume wengine wote walikuwa wamekimbia, na Yohana ndiye aliyepewa jukumu la kuweza kumtunza mama Bikira Maria na akamchukua mama Bikira Maria akaendelea kwenda kuishi kule Efeso hadi katika ufufuo wa bwana wetu Yesu, kama injili leo unavyozungumza, aliyekuwa wa kwanza akakimbia akaenda mpaka kule kabulini ni Yohane. Huyu yeye baada ya kuwa chini ya msalaba Akapewa mama Bikira Maria aweze kumtunza. Alipata bahati moja kubwa sana, huyu hakufa kwa kumwaga damu, alikufa kifo cha kawaida na aliishi muda mrefu. Mitume wengine wote waliuawa, wengine walipigiliwa msalabani kichwa chini miguu juu. Yeye hakuuawa, alikufa kifo cha kawaida na aliishi maeneo ya Efeso ambayo sasa hivi ndio nchi ya Uturuki. Alimchukua mama Bikira Maria akaenda kuishi naye kule akiwa huko alipita katika mazingira magumu, ambapo liliibuka kundi ambalo lilikuwa linawaangamiza Wakristo. Wakamwambia huyu Yohana, wewe acha kuhubiri habari za Kristo. Akasema yale niliyoyashuhudia kwa macho yangu siwezi kuacha kuyahubiri. Wakamchukua Yohana wakampeleka katika kisiwa cha Patimo ili aweze kufia huko na alipofika katika kisiwa cha Patimo akiwa peke ya yake huko, ndipo akapata ule ufunuo akaandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana ambacho kinazungumza siku za mwisho za kanisa la Mungu itakavyokuwa baadaye. Walipoona kwamba hafi, wakamrudisha wakamrudisha katika ule mji, wakachukua pipa, wakaweka e, oili, wakaichemsha na mafuta, wakaichemsha, alafu baadaye wakamweka Yohana kwamba aweze kuangamizwa kwa mle ndani lakini hakuangamizwa. Kwa nini? Kwa sababu alimchukua mama Bikira Maria akawa naye, na inasikika kwamba hajawahi tokea mtu yoyote aliyekimbilia ulinzi kwa huyo mama akaangamizwa. Alibakia salama, wakashangaa haangamizwi huyu Yohana. Baadaye watu wengi wakawa wanakuja kwake, kwa sababu ilikuwa ni kipindi cha miaka mia moja, amebakia peke yake, wakawa wanamwambia tupatie ujumbe wa bwana wetu Yesu Kristo, wewe uliokuwa namshuhudia akiwa anazungumza. Yeye ujumbe wake ulikuwa ni huu, mpendane. Akasema wakasema, kuna kitu kingine ambacho Yesu Kristo alikuwa amezungumza? Akasema pendaneni tu. Kwanini? alikumbuka ile amri ya Yesu aliyosema kwamba pendaneni, hakuna upendo mwingine mkubwa zaidi kuliko mtu kuweza kutoa uhai wake kwa ajili ya ndugu zake. Na hadi katika ile karamu ya mwisho aliwapatia amri ya mapendo. Kwa hiyo akawaambia, katika mambo yote mpe ndani wakawa wanamtoa wanaenda kumlaza ndani. Kesho yake wanamtoa, kanisa zima limekusanyika, wanakuja kusikiliza ujumbe kwa yule mtume aliyokuwa amebaki, tumsikie anasema kitu gani leo hii. Wakimleta pale kwenye mimbali, anawambia pendaneni. Baadaye basi akaandika kile kitabu, akaandika zile nyaraka, ambazo nyaraka tatu ambazo zimejaa upendo wa Kristo zimejaa kwamba Kristo alitupenda hadi akamwaga damu yake pale msalabani, na injili yake ni injili ya kipekee sana. Kwa hiyo ujumbe wa siku ya leo katika maisha yote ya kikristo utakaweza kuwa nayo, tupendane. Tukipendana huyu e, Yohana anazungumza anasema kwamba watu wote watajua kwamba Mungu yuko pamoja na sisi. Tusipopendana hakuna tofauti yoyote ile katika safari ya maisha yetu. Upendo utatufanya watu wote wampende Mwenyezi Mungu, na katika hali hiyo Mtakatifu Yohane atuombee tuweze kuwa watu wa upendo. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.